Nataka kwanza nisimulie kisa kidogo nikielezea mahali wanawake walitoa tabia ya kuvaa mifuto e. Hapo mwanzo katika e, nchi ya Marekani wanawake hawakuwa wanavaa e. Mtu akizaliwa akiwa mtoto ni jukumu lake, akikua mkubwa anjichagulia, aseme yeye anataka kuwa mwanamke au mwanaume. Kwa hivyo walipoku e, eh, ilipoendelea hivyo, wakakuwa kuna wale wanawake walio eh, waliofikia umri fulani wakasema wao oh, wanataka kuwa wanawake e, eh, wanaume. Kwa hivyo itawabindi kwanza kabisa watavalia mifuto. Umesikia jamani? Watavalia mfuto. Jambo la pili wakaanza ku, ku, ku waka, yani waka kama wanaume wakakaa kama wanaume kabisa. Kwa hivyo na sisi Maafrika Tukachukua hiyo tabia tukafikiria ni wanawake, lakini kwa fikra za wao ni wanaume kulingana na Marekani. Na ndipo mwaka wa 2025 baada ya Trump kuchukua e, usukani, alikataza hilo jambo. Nafikiri kwa wale walikuwa wamefuatilia mitandaoni waliona hilo jambo walilikataa. Na akasema kwamba ukizaliwa ukiwa mwanaume wewe ni mwanaume, ukizaliwa ukiwa mwanamke wewe ni mwanamke. Kwa hivyo wakafanya wakafanya kinyume na Mungu. Maafrikas na hata watu wengine, nchi zingine, wamesema katika kitabu cha Yeremia ni kumi, kuna jambo ambalo Mungu amewashauri wa watu ambao wa ni wake, amesema enyi nyumba ya Israeli Israel. Israeli unapotajwa Israeli ni kanisa la Mungu ama watu wa Mungu, maana Israeli ukisoma Samuel ilikuwa ni teule, ni nchi teule ya Mungu, mpaka hatuje kuwakwani Misri. Naendelea kusema enyi nyumba ya Israeli, sikieni neno awaambialo Bwana, Bwana asema hivi, Msijifunze njia za mataifa. Amekataza, alikataza watu wajifunze njia za, ma, za mataifa. Lakini ukiangalia ma, waafrika wa sisi, wazungu wakitokea wanavaa minisketi. sisi tunavaa wakivaa hivi sisi tunavaa, lakini ni kinyume na maandiko ya Mungu. Sasa lile Sauli nataka kuwapa nyinyi ndugu zangu mlio e, pamoja nani hapa na hata wale walioko mtandaoni wanaonifuatilia siku ya leo nataka niwashauri kitu moja ee, ukisoma kitabu kinaitwa ni Kumbukumbu la Torati 22 15 inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, ee, wala mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Maandiko yametuambia kwamba mwanamume mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume m mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, ama mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke. mwana mwana nishauri kwa Mungu mwenyewe akatushauri kwamba tusifanye jambo hilo, lakini ukiangalia kama hao ambao nitakao waonyesha hapa mtandaoni nitawawekea picha zao, Mungu amekataza hilo jambo, na ukiangalia hao wa, wamevaa jinsi ambavyo wanataka. Kwa hivyo nishauri kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo mbona nishauri mbona ni mbona ni, eh, niweze kufanya jambo hili ni kwamba ulimwengu wa sasa umeweza kupotoka na kupotea na kujuka maandili. Kwa hivyo ni lazima kama sisi kama watu wa Mungu tuweze kurejesha watu katika misingi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea kusoma mambo zaidi utakuja kupata ukiangalia ukisoma kitabu kinaitwa ni, eh, ni Danieli ni tatu ishirini na moja inaelezea sandra mishek na bedinego walishiko wakiwa wamevaa kanzu zao na mifuto yao na suruali zao kutuonyesha kwamba nguo za wanaume ni mifuto e, na kanzu e, na suruali ukija sasa usome kitabu kinaitwa nahumu tatu nne sitaweza kusoma kwa wale wanaofuatilia mitandaoni mutaweza kupata e, kusoma mengi zaidi utakuta Mji wa Yerusalemu unafananishwa na mwanamke aliyevaa rinda. Kwa hivyo Mungu mwenyewe anajua mfano wa mwanamke ni avae rinda, si mfuto. Kwa hivyo kwa wale wanasema sijui eh, hakuna mahali maandiko imesema anavaa hivi, anavaa hivi lakini Mungu amesema, Yesu alisema eh, katika kitabu ni cha Mathayo 11:29 anasema jitieni nira yangu, unjifunze kwangu. Kwa hivyo mitume walijifunza wote kwa Yesu, manabii wote kwa Yesu, pia nasi ni lazima tujifunze kwa Yesu. Ukiangalia mitume hakuna mitume wa kike aliyevaa mfuto au wa kiume aliyevaa sketi. Kwa hivyo wale wanaofanya hizi tabia kama ambazo nitaonyesha hapa wanaume wamevaa masketi, nitawaonyesha hizo zote hapa kwa video hii, ili tukaweze kujifunza zaidi. Kwa hayo machache, kama ungalikuwa na swali hapo kwa comment section uweze kuuliza swali na hata nambari yangu ya WhatsApp hapo nitaweka. Maswali mulete kwa wingi ili tuweze kujifunza zaidi. Nami eh, muendelee kufuatilia zaidi hapo eh, YouTube Habari Jema TV, TikTok Habari ah, Jema TV na hata hapo Facebook mtasearch Hussein Mwenda utapata masomo zaidi, na jalia siku jema.